Na faida zote ambazo sungura anazo ukiachana na nyama yake kuwa nyeupe haina koresto ukiachana na ngozi yake kutumika kutengenezea viatu, mikanda, mikoba, manyoya yake kutumika kama mapambo kwenye viatu vya kike, mikoba ya kike, ukiachana na hizo faida zote ambazo sungura anazo, mbolea yake kutumika kwenye mashamba, sababu ni mbolea ambayo ina kiwango kikubwa cha madini. Ukiachana na hizo faida zote, kuna faida moja ambayo nani nielezee leo wa sungura kwa watu wenye bustani. Kama una bustani ya miti ya matunda, kama una bustani ya mboga za majani, najua unatumia sana hizi kemikali za viwandani. Unanua dawa, unaweka kwenye kopo, unapulizia kwenye mashine ya kupulizia, unapulizia, na unapewa masharti kwamba baada ya siku kadhaa ndio chume na zile mboga, huwezi kula k. Kuna hatari mbili, maanake ni kwamba unatumia kemikali kwenye zile mboga, ukichuma kabla, maanake watumiaji wazee, mboga wasipoosha vizuri zitakuwa na madhara kwao. Lakini nikikwambia kwamba mkojo wa sungura pia ni kiwatilifu kizuri mno, kwa sababu kwanza ni organic, halafu mkojo wake sungura huo wa una madini mengi kiasi kwamba unakuwa ni sumu kwa... kwa wadudu, lakini kwa binadamu ni very safe, manake ukishapulizia unakaa tu siku chache, hata siku mbili au moja unaweza ukachuma mboga na ukaweza kutumia. Kwa hiyo badala ya kutumia kemikali unaweza kutumia mkojo wa sungura na jinsi ya kutumia ni rahisi tu. Kuna vipimo tofauti vya kuchanganya. Unaweza kutumia mkojo wa lita moja wa sungura ukaweka kwenye lita kumi za maji ukapulizia kwenye shamba lako la mboga, shamba lako la miche ya matunda.